Mtu wa Mungu, ngoja nikupe ushuhuda kwa ufupi sana. Kwa ufupi, kipindi nikiwa mdogo, tangu nikiwa mdogo, nilikuwa napata sana mashambulizi ya kiroho, mashambulizi ya kichawi. Na nilipokuwa nikiwaelekeza eh, kaka zangu na ndugu zangu, walikuwa wanaambia pengine tu ni mawazo au hisia zangu tu, mbona wao hawashambulii. Kwa hiyo ile ikawa nilifanya nikae kimya, nikiwa naona kama vile mpaka ikafika wakati nikaa nimesha zoe yaani, kama vile kushambuliwa kukabwa kila siku siku ndoto kama zile, nikaona kama vile ni kitu pengine cha kawaida, kwa sababu hata nikisema hakuna anayechukua hatua ya kunisaidia. Hata wakati ambapo niliamua kuokoka niliokoka nikiwa mdogo, lakini miaka mingi sana ya wokovu nilikuwa naenda kwa kufuata mkumbo, nilikuwa naenda kufuata mkumbo. Kwa hiyo bado nilikuwa naendelea kukabwa na wachawi, nilikuwa naendelea kuteseka. Lakini pia shida nyingine ambayo ilikuwa inanisumbua sana ni magonjwa ya mara, mara kwa mara. Nilikuwa naumwa mara kwa mara na kuna wakati hata tulipokuwa tunasoma biolojia, nikaanaisi labda pengine group langu la damu ndo nalopelekea mimi kuwa dhaifu kushambuliwa na magonjwa mara kwa mara. Lakini mpaka wakati ulipofika, nikamtambua Yesu kibinafsi na nikaamua kumfuata Yesu kwa moyo wangu wote, ndipo ambapo sasa haya mambo yalikwisha. Ukabwa hakupo tena, zile ndoto za ajabu ajabu hazipo tena zile shida za ajabu ajabu hazipo tena. Ilikuwa haiwezi kuisha mwezi mimi sijaumwa, nilikuwa naweza nikaumwa ndani ya mwezi hata mara mbili mara tatu, lakini nimemaliza miezi mingi, nimemaliza muda mrefu, sasa hivi sijagusa hospitali, sijaenda kwenye kipimo chochote kile. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni hali ambayo sio ya kawaida, kama nilikuwa naweza nikaumwa mara kadhaa ndani ya mwezi mmoja lakini sasa hivi naelekea kumaliza mwaka sijaenda hospitali, sijatumia dawa yoyote ile na nilikuwa na vidonda vya tumbo maana kuna baadhi ya vyakula nilikuwa si ruhusi kula na nilikuwa ni kila nilikuwa nasumbuliwa sana, lakini vyote hivyo Yesu ameniponya mpaka sasa hivi, hata naweza nikafunga siku mbili siku tatu, naweza nikafunga siku kumi na nne, natumia kuji muda wa jioni tu. Unaweza ukaona kwamba Yesu ameniponya na ameondoa hivyo vitu vyote kwao, nami ndo ninaporejea sasa kwenye kitabu cha Wakorinto, Wakorinto wa pili ile sura ya 17, kwa amba, imekua, wa ambapo anasema kwamba hata imekuwa, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama amekuwa mapya. Na pale ambapo anasema msalabani kwamba imekwisha, maanake ni kwamba baada ya kumpokea Yesu Kristo, ya kumwamini Yesu Kristo, ya kumjua Yesu Kristo kibinafsi, na kuanza kumwamini kwa moyo wangu yote, ndipo ambapo hayo yote yamekwisha, ya na mimi nimekuwa kiumbe kipya ndani ya Kristo. Maanake mateso yale yote ya zamani hayapo tena, yale magonjwa ya zamani hayapo tena. Kwa hiyo ndio maana ninamwamini huyu Yesu kile kwa sababu aliyonitendea naona ni makuu mno, ni makuu sana, ni makuu sana. Unaweza kuona kwamba ni kitu cha kawaida, lakini kwangu mimi nimeuona mkono wa Mungu katika maeneo mengi sana ambayo siwezi kuyasema wote kwa wakati huu, lakini huu hapa ushuhuda ukutoshe, na wewe pia utambue kwamba ukimwamua leo kumpokea Yesu, ukamwamini kwa moyo wako wote, shida zako, tabu zako, mateso yako yanaweza kuwa ni mwisho. Kama ameweza kuniponya magonjwa ya vidonda vya tumbo na magonjwa mbalimbali ambayo yalikuwa yananisumbua mara kwa mara, mpaka sasa hivi sisumbuliwi tena. Hata wewe pia anaweza kufanya kwako kwa. Mwamini Yesu Kristo, ukubali akufanye kuwa kiumbe kipya ndani yake. Kubarikiwe sana mtoto.